Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora nchini Tanzania imesema itaanzisha uchunguzi wa kina kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa wakati wa Uchaguzi Mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025 na kusababisha uharibifu wa mali na vifo vya raia. Ingawa tume hiyo inasema kuwa bado haifahamu ukubwa wa tatizo, lakini inasisitiza kwamba matokeo ya uchaguzi huo yanaweza kukamilika chini ya miezi miwili. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ni idara huru ya serikali iliyoanzishwa kama taasisi ya kitaifa iliyo kitovu cha kukuza na kulinda haki za binadamu na utawala bora nchini Tanzania ha. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatano Novemba 5, mwaka 2025 jijini Dodoma, mwenyekiti wa tume hiyo jaji mstaafu Mathew Mwaimu anasema matokeo ya uchunguzi huo ndiyo itaamua namna ya kuishauri serikali ili kuepuka vurugu katika chaguzi zingine zijazo. Matukio ya aina hiyo hayawezi kuvumiliwa katika jamii inayothamini amani na utawala wa sheria, amesema na kuongeza kuwa kwa namna yoyote ile matukio ya aina hii yaliyotokea hayapaswi kuungwa mkono kwa sababu yanavunja amani ya nchi na kuhatarisha usalama wa wananchi. Sisi kama tume, kutokana na matukio hayo, tumeamua kufanya uchunguzi wa kina na tayari tumejipanga vizuri kuhakikisha jambo hili linashughulikiwa ipasavyo, amesema mwalimu.